Lakini kijiji hiki kilikuwa na mtu mmoja aliyekuwa gumzo kwa kila mtu. Babu Majaliwa alikuwa mzee mwenye busara, mwenye mkono wa baraka. Watu walikuwa wakisema, ukiomba baraka kwa Babu Majaliwa, mambo yako yatafunguka. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Babu Majaliwa hakuwahi kukubali mtu yoyote kumpa zawadi au malipo kwa dua zake. Alisema, Mikono ya Majaliwa haitaki malipo bali matendo mema. Siku moja kijana mmoja aliyekuwa na ndoto za kuwa mfanyabiashara mkubwa alifika kijijini hapo, aliitwa Baraka. Alikuwa ametoka mbali kutafuta njia ya kufanikisha biashara yake iliyokuwa inadorora. Aliposikia habari za Babu Majaliwa, aliamua kumtafuta. Na hapa ndio mwisho wa sehemu yetu ya kwanza ya simulizi hii ya Mikono ya Majaliwa.